Maafisa wa forodha nchini Poland walikamata tani tano za matairi ya ndege yaliyokuwa yakielekezwa kwa ndege za kiraia za Boeing, ambayo yalishukiwa kuwa ukiukaji wa vikwazo vya Umoja wa Ulaya. Makamato hayo yalifanyika wakati wa ukaguzi wa kawaida uliofanywa na Mamlaka ya Mapato ya Taifa ya Lublin KAS katika kituo cha mpakani cha Koroszczyn. Kulingana ofisi ya forodha na ushuru ya Lublin, shehena hiyo ilitangazwa kuwa matairi ya mabasi na malori. Hata hivyo, baada ya ukaguzi, maafisa waligundua kuwa mzigo huo ulikuwa na matairi maalum yanayotumiwa kwa ndege za kiraia za Boeing. Usafirishaji wa bidhaa kama hizo kupitia eneo la Belarus na Urusi umepigwa marufuku chini ya kanuni ya baraza EU nambari 833 mkoaju 2014 kuhusu hatua za vikwazo kwa kuzingatia hatua za Urusi zinazochangia hali ya sintofahamu nchini Ukraine, na kanuni ya baraza EC nambari 765 mkoaju 2006 kuhusu hatua za vikwazo kwa kuzingatia hali nchini Belarusi na ushiriki wa Belarus katika uchokozi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Mamlaka ya Mapato ya Taifa ya Lublin KAS ilisema katika taarifa, shehena hiyo ilitoka kwa kampuni moja nchini Hispania na ilikuwa inaelekezwa kwa shirika moja huko Azerbaijan. Mamlaka inadai kuwa kutotangaza ukweli kuhusu bidhaa hizo ni udanganyifu wa forodha, na tayari mchakato wa mashtaka ya jinai za ushuru umeanzishwa. Bidhaa zilizopigwa marufuku zilikamatwa, taarifa hiyo iliendelea. Uchunguzi kuhusu ukiukwaji wa kanuni za vikwazo unaendeshwa na UCS wa Lublin. Tukio hilo linaangazia mwenendo unaokuwa wa juhudi za kukwepa vikwazo vya kimataifa vinavyohusiana na vita vya Ukraine. Katika tukio sawia, mnamo Septemba mwaka elfu mbili ishirini na tatu, idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Marekani CBP ilikamata sehemu ya magurudumu ya kutua ya ndege aina ya Boeing 737-800 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami. Sehemu hiyo ilikuwa imenunuliwa na msambazaji wa kati kutoka jamhuri ya Kriegs kwa ajili ya kuhudumia Urusi, jambo ambalo ni ukiukuaji wa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani.